Tumepata taarifa ya kwamba official bouncer wa baba Babalevo eh, bil bouncer ambaye alikuwa naye kule Kigoma kwa ajili ya kumguide na hatimaye official bafu ni majumba akapata jimbo Huyu bwana ambaye amevaa hizi nguo ndo alikuwa kimgeli, lakini pia pembeni yuko bouncer wa Harmonize, lakini pia yuko mwingine kutoka CPO. Wote hawa ni wanashirikiana pamoja kabisa e, kwenye kwanza, hongera sana mkuu. Asante sana ndugu e, jambo kubwa sana. Asante sana e, hii ina, inaashiria nini kwa mabouncer ambao wanakutazama hapa? Uh, hii inaashiria kwamba saizi mabouncer tunatoka kwenye mfumo wa zamani, saizi hatutumii nguvu, tunatumia akili okay, maarifa mengi hivyo, kwa hiyo sasa hizi nimepata stashahada kwa hiyo ya logistic ya usafirishaji wa barabarani na kwenye reli. Kwa hiyo tuko vizuri, tunaongeza ujuzi katika chuo. Cha haraka haraka, mtu angejiuliza labda pengine e, ulianza kusoma lini, lakini pia ni hizi hizi kazi zako za ugai ndio zikuweza na kupatia fedha ya kujilipia ada hapa, au ilikuwaje? <laughs> mimi nimeanza mwaka wa kwanza tangia 2023. Kwa hiyo ambapo kwamba kupitia hizi kazi zangu ambazo nilikuwa nazifanya za bouncer nimeweza kufanikisha kuwa nalipa na lipa ada, kwa sababu nimetoka kuaminika na watu, nimefanya kazi na watu wakubwa sana, fanya kazi na kina Fighter, aia Wachawi, watu mbalimbali na wasanii mbalimbali. Kwa hiyo kupitia hilo nikawa napata viada moja vya tatu, nikawa najilipia. Okay. Yes. So leo umehitimu, yes, nini kinakwenda kufanyika? Ni kwamba utaacha kabisa kujihusisha na mambo haya ya ulinzi au ah, itakuwaje? Hapana, uh, nimehitimu sahizi na na degree, kwa hiyo kwa pakitokia fursa nitakava, kwa sababu nimekamilika kiakili kinguvu. Bado kazi zangu za baunsa naendelea kufanya, kwa sababu na zenyewe zinanipatia fedha. Kwa hiyo ikitokea fursa yoyote ajira yoyote nitaweza kuipokea. Okay, uliwezaje ku maintain maswala ya ubaunsa huu unaoufanya lakini pia na kusoma? E, uli maintain vipi hili? Uh, hata wengi wanawinga kwanza waamini kwa sababu wanasema mshika mawili mmoja umponyoka, lakini nimeweza kushika mawili kwa bouncer, guardi, Barevo, yungi yungi. Wakati mmoja nimekuwa bouncer bodyguard Balevo, wasanii wengi wengi, wakati huo nilikuwa nasoma. Nilikuwa nawezaje ku maintain? Nilikuwa na maintain kwa sababu ya balance ya muda. Nilikuwa hata kama nipo guard, mtu akinipa kazi nikipata hata dakika tano za kuperuza, hata kama kesho una paper, nilikuwa naweza ku review na soma hivyo, afu kesho una fresh tu, mengine tunasema ni uwezo wa Mungu Kupitia akili hizo tupo ndio kicho tusaidia. Okay, kitu ambacho utajaka ukisahau kwenye kusoma kwako, lakini labda pengine hii kazi yako ambayo ulikuwa unafanya ilikuwa inakufanya ina, ina usiweze ku, ku participate, yani kushiriki vyema masomo yako. Kipi ambacho kilikuwa kinanifanya ni ambacho utasahau kilikukata sana. Ambacho kilinikata <laughs> Uh, challenge tu ndogo ndogo ambazo zimetokea kwa watu, watu kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba sisi bouncer hatunaga elimu, kwa hiyo waliokua wananiona na mwili mkubwa walikuwa wanaona huyu jamaa tu boy, lakini Mungu si asumani, leo hii nime, graduate degree yangu hapa chuo cha taifa cha usafirishaji katika degree uh, ya Road and Railway. Okay. Yeah. Okay, miongoni mwa watu ambao wamekuzunguka ni washikaji zako yes, ambao waga mnashirikiana kwenye moja na mbili, yuko mwamba hapa kutoka kwa Harmonize kwa mwama. Kwaima, kaka, Minyama. Minyama, Minyama, kaka. Kwa Nyama. Bwana tunaanza kusema bwana wewe umevaa miwani tu na maski bwana. Wewe lini na graduation yako au ulishafanyaga? Eh, bwana sisi tushaua kitambo sisi, unava, tunaona mapambano ya maisha. Sisi tushaua leo leoja kumsupport mwenetu familia kubwa, Mungu a mblesi, Mungu kumjaza uhai na uzima. Okay. Tuko pamoja na naoja kumsupport mwanetu. Okay familia. W wengi wanaamini kwamba mabaunsa ni watu fulani flani, wakati eh, kubobeabobea kusukuma masuala ya elimu amesimamisha uh, eh, kuopa heshima kidogo. Labda unalizungumziaje ile? Ah, sisi kwa kuambia wasikalili maisha maisha wasikalili, sasa hivi kila mtu ana akili. Kila mtu sasa anafanya kazi kwaredi, yani sio kadhania kuna baunsa ambaye ukamchukulia poa kinyonge amna. Watu tumesoma na madigiri yetu na kila kitu sisi tunavyo tuko vizuri kiufupi, tuna akili na tuna nguvu pia. Kwa hiyo utavyokuja, ah, mimi bwana... kwa nitavyokupokea, umesomea nini? Mimi bwana akitambo, tushamaliza gamba. Kwa hiyo umesomea nini? oh yeah oh yeah. Bwana huyu pia ni miongoni mwa bratha ambaye alikuwa uh, na mshikaji Kigoma na Baba Levo, uongo si uongo kwa mwana wa mgadi Diamond pale. Eh, tuambie bwana, eh, wewe ni kutokea CPO eh, una neno gani kwa brother yako mshikaji wako mwanao? Ah, kwanza mimi nashukuru sana wito wako kwa vijana afu tunapata vitu, ka, vitu vikubwa yeah. Eh, tunapata kazi nyingi yeah. na watu wakubwa, kwa hiyo hawaliamini kwa hilo ko wazidi kutuamini labda okay. Labda, mimi nitaka kufahamu kutoka kwako yes. Kuna namna ambavyo Baba Levo amekusupport ame, ame, ame kwenye hichi. Yes, Baba Levo ameweza kunisupport tangia na anza maandalizi ya hii graduation yangu ya hapa chuo cha taifa cha usafirishaji NIT. Baba Levo ameweza kunisupport ameniunga mkono vizuri sana, kwa hiyo sina cha kuongea sana lakini muhimu kwamba amenisapoti na mpaka sasa hizi bado nipo yeah, naye baadaye. Kwa maana sasa hivi sasa nataka kujua kwamba utawezaje kuitumia vipi elimu ya usafirishaji ambao umeipata hapa, lakini na ubaunsa huu ambao unaofanya kuzunguka na mastaki na Baba Levo Bafu ndi majumba kina Damo Plan na wengine, tunaona hapa yuko mwingine yuko na Harmonize. So nataka uniambie kwa upande wako, uta maintain vipi elimu hii knowledge na ambayo unayo na kwenye zile siri zako za zamani za ubaunsa ambao unasema mpaka sasa hivi uko nazo. Ah, okay. Sasa sahizi nadhani nitatoka na kwenye ule ulimwengu wa bodyguard . Bodyguard kwa kawaida anaenda kwenye VIP, kwa sababu kuna kazi nilikuwa nazikosa kutokana na kile ya elimu. Kuna kazi za kulinda watu nje ya nchi au hata mastaa unavyoenda maeneo mbalimbali, kutana na watu wa nje upande mfano wa lugha kwa kama somo, huwezi ku maintain hizo vitu. Lakini kupitia hii elimu yangu ya degree sasa hizi na jinsi ambavyo nimepata maarifa mengi sana, hii itanisaidia kuweza kuretisha kazi yangu na elimu yangu. Umetumia miaka mitatu kusoma degree? Labda yes sir, labda utaendeleza tena elimu masters fulani hivi yeah. If God wishes tutaendelea huko mbele, lakini kwa saizi ngoja, <laughs> tuendelee hapa hapa kwanza. Basi mimi nataka kwata bana mi nataka kwata e, kwata lipigwe heshima kubwa kabisa meweza. mm. Okay. kuheshimisha tasnia kabisa. Juzi yeah. tumezungumza, mkasema mambo mengi sana kwamba wama ana sasa hivi show hamna. Sasa tukajua labda kuna mbadala sasa yeah. hivi e, tena wao gani na tunaka tna na kofia kao, mbadala umepatikana sasa. Ndo mbadala walalamika hamna kazi, lakini yeah. sasa huo ndo mbadala. Tumeona board ya Tanzania, BBT yeah. kazi imekuwa ngumu sana wasanii wapate show mm. lakini kupitia elimu zetu hizi kazi lazima zitapatikana. Kwa hiyo kila sehemu tupo. Okay, labda yeah. mbwembo za CPO? <laughs> CPO Ah, yeah. Okay. CPO ana mchango mkubwa sana okay. kwa kampuni ya CPO Security Guard. ili na mchango mkubwa sana ambao ndo tumeshirikiana na Baba Babalevo okay. na watu wengine mbalimbali ambao tunafanya nao kazi okay. kwa hiyo CPO imechanga kiasi kikubwa sana okay. na mimi kuwa hapa. Okay, basi mimi <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Mimi nataka kuwata bana. eh.